Waziri wa mambo ya nje wa Irani, Abbas Araghchi anatarajiwa kusafiri kwenda Moscow nchini Russia wiki hii kwa ajili ya msaada wa mashauriano kuhusu mazungumzo ya nyuklia kati ya Irani na Marekani. Wizara ya Mambo ya Nje ya Irani kupitia taarifa yake kwa Umma leo Jumatatu Aprili 14, 2025 imesema kuwa Araghchi atazuru Moscow mwishoni mwa wiki hii. Taarifa ya safari hiyo ambapo Araghchi atakutana na mwenzake waziri wa mambo ya nje wa Russia, Sergey Lavrov kwa lengo la kushauriana juu ya kupata hatima ya mazungumzo ya Irani na Marekani kuhusu mpango wa urutubishaji wa nyuklia. Kwa mujibu wa taarifa ya safari hiyo, Araghchi atakutana na mwenzake waziri wa mambo ya nje wa Russia, Sergey Lavrov kwa lengo la kushauriana juu ya kupata hatima ya mazungumzo ya Irani na Marekani kuhusu mpango wa urutubishaji wa nyuklia. Mkutano wa awali wa mazungumzo kati ya Marekani na Irani kuhusu mpango huo wa nyuklia yalifanyika wiki iliyopita huko Muscat, Oman, huku awamu ya pili ya mazungumzo kati ya mataifa hayo yakitarajiwa kufanyika wakati wowote wa nchini Roma nchini Italia. Nanduku, ziara ya Araghchi nchini Russia ilipangwa awali, lakini kutakuwa na mashauriano kuhusu mazungumzo na Marekani, amesema msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Irani, Esmaeil Baghaei. Irani na Marekani zilisema mwishoni mwa wiki kwamba zilifanya mazungumzo yaliyoonekana kuwa chanya na yenye kujenga ingawa mazungumzo hayo bado ni ya moja kwa moja kwa njia isiyo ya moja kwa moja huku Oman ikiwa mpatanishi. Nchi hizo mbili zimekubaliana kukutana tena siku ya Jumamosi, huku ripoti za Jumatatu zikidokeza kuwa Roma itaandaa mkutano huo, ingawa Irani inasema kuwa inapendelea yafanyike huko Geneva, Uswizi. Marekani na washirika wake wa, wa Magharibi wanaituhumu Irani kwa kutumia mpango wake wa nyuklia kutengeneza silaha zinazohatarisha usalama wa dunia. Hata hivyo, Irani inasema mpango huo ni kwa madhumuni ya kiraia pekee. Jitihada za kidiplomasia za Irani kutatua mzozo wa nyuklia na kuondoa vikwazo vya kiuchumi zimeongezeka huku kukiwa na mashinikizo kutoka kwa Rais wa Marekani Donald Trump, ambaye amekuwa akitoa vitisho vya kuchukua hatua za kijeshi. Russia, ikiwa ni mwanachama wa kudumu Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa mwenye kura ya turufu, imekuwa na nafasi muhimu katika miaka hivi karibuni kwenye mazungumzo ya nyuklia kati ya Magharibi na Irani, ikiwa mashirika ama mshirika wa Tehran. Russia alisaini makubaliano ya nyuklia mwaka 2015, yaliwezesha ukaguzi wa kimataifa na kuondolewa kwa baadhi ya vikwazo, lakini Trump alijitoa katika makubaliano hayo katika kipindi chake cha kwanza. Katika hali ya sasa ya mazungumzo kati ya Irani na Marekani, Russia imetoa wito wa kuendeleza mawasiliano ya kidiplomasia baada ya hatua zinazoweza kuongeza mivutano kati ya pande hizo. Wizara ya mambo ya nje ya Russia ilithibitisha siku ya Jumatatu kuwa waziri wa mambo ya nje Lavrov atakutana na Araghchi mapema wiki hii. nanku tunatarajia ujio wa wenzetu wa Irani, mazungumzo ya Sergey Lavrov kutoka pamoja na mikutano ya maofisa wa Russia imepangwa Alisema msemaji wa wizara hiyo Maria Zakharova. Mikutano hiyo mjini Moscow inaendeleza mawasiliano kati ya wa washirika hao kuhusu mazungumzo ya nyuklia. Kabla tu ya mkutano wa Oman, Russia na Iran walishirikiana na China kwenye mashauriano ya aina hiyo. Kwa upande mwingine, washirika wa magharibi wa, wa Marekani ambao tayari walikuwa wamepuuzwa na Trump kwenye mazungumzo kuhusu vita hivyo vya Ukraine wanajaribu kuepuka kupuuzwa tena katika suala hilo la Iran. Waziri wa mambo ya nje wa Ufaransa, Jean Noel Barrot alisema siku ya Jumatatu kuwa mataifa ya Ulaya yanafuatilia kwa makini jinsi mazungumzo hayo yanavyokwenda. Tutaendelea kuwa waangalifu pamoja na marafiki na washirika wetu wa Uingereza na Ujerumani kuhakikisha kuwa mazungumzo yoyote kati ya Marekani na Iran yanaweza kufanyika, yanazingatia masilahi yetu ya kiusalama kuhusu mpango huo wa nyuklia wa Iran, alisema Barot alipowasili kwa ajili ya mkutano wa mawaziri wa mambo ya nje wa Umoja wa Ulaya huko mjini Luxembourg. Ufaransa, Ujerumani, Uingereza na Umoja wa Ulaya walishiriki katika mazungumzo ya kuanzisha makubaliano ya nyuklia ya mwaka 2015 pamoja na Irani, China, Russia na Marekani. Wakati huo huo, mkuu wa shirika la kimataifa la nguvu la atomic IAEA, Rafael Grossi alitembelea Teherani Jumatano kukutana na Araghchi na maofisa wengine waandamizi, na maofisa wa Irani walisema Mkurugenzi mkuu wa IAEA ambaye alitembelea Irani mara ya mwisho mwezi Novemba mwaka jana, alikutana na maofisa akiwemo Rais Masoud Pezeshkian. Alisema kupitia mitandao ya kijamii kuwa kuendeleza ushirikiano na mashauriano na shirika ni jambo muhimu sana wakati huu ambapo suluhisho la kidiplomasia linahitajika kwa haraka, mwisho wa kunuku. Katika ripoti ya Februari IAEA ilisema Irani ilikuwa na tani takribani mia mbili sabini na nne nukta nane yaani kilo mia sita na tano za uranium iliyosafishwa kwa kiwango cha hadi asilimia 60 na kiwango cha asilimia 90 kinachohitajika kutengeneza silaha za nyuklia. Kabla ya awamu inayofuata mazungumzo ya Irani na Marekani, zitaendelea kutoa ishara zisizo za wazi kuhusiana na hatima hiyo ya nyuklia. Irani bado haijathibitisha mahali pa kufanyika kwa duru inayofuata ya mazungumzo, lakini vyanzo vimeripoti kuwa vimeambia vyombo vya habari wa majadiliano hayo yatafanyika mjini Roma, Bagai alisema ilivyokuwa mazungumzo ya Oman, duru inayofuata pia itakuwa ya moja kwa moja kwa njia isiyo ya moja kwa moja chini ya upatanishi wa Oman. mazungumzo ya moja kwa moja hayana tija na hayafai, alisema msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Iran. Teherani inaendelea kusisitiza kuwa mazungumzo hayo yataendelea kuzingatia swala la nyuklia na kuondolewa kwa vikwazo vya Iran, na haitakuwa mazungumzo yoyote ya upande wa Marekani kuhusu swala lolote jingine. Trump alisema mazungumzo hayo yanaendelea vizuri na kuwaambia waandishi wa habari wa Marekani siku ya Jumapili kuwa baada ya kukutana na washauri wake yanatarajiwa uamuzi wa haraka kuhusu mpango huo wa silaha za nyuklia. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kwa taarifa zaidi kuhusiana na mzozo huo. Jina langu ni Mgongo Kaitira.